Dalili za HIV kwa kila hatua, maelezo ya kina, kuanzia stage ya kwanza hadi stage ya nne. Karibu sana. Leo tutaeleza kwa undani hatua mbalimbali za maambukizi ya HIV na dalili zinazotokea katika kila hatua. Kuelewa hatua hizi ni muhimu sana kwa sababu, kadri unavyogundua mapema, ndivyo unavyoweza kuanza matibabu na kuishi maisha marefu yenye afya. Kwa hiyo kaa karibu hadi mwisho video hii kwa elimu muhimu inayoweza kuokoa maisha yako na ya mtu unayemjali. Kama ni mara yako ya kwanza kwenye chaneli hii, hakikisha kuna subscribe ili wewe unapata mazo yetu bora mara kwa mara, lakini pia like na kukomenti hapo chini ili tuweze kujifunza zaidi. Utakuwa nami daktari Leni Komba nitakuletea kwa undani kuhusu mada hii. Hatua ya kwanza, hapa tunaangalia maambukizi ya awali ya HIV au acute hiv infection. Hii ndiyo hatua ya mwanzo inayotokea wiki mbili hadi wiki nne baada ya mtu kuambukizwa virusi vya HIV. Katika hatua hii, virusi vinasambaa kwa kasi kubwa sana mwilini na kinga ya mwili aanza kupambana navyo vikali. Dalili katika hatua hii mtu huweza kupata homa kali ghafla, maumivu ya koo, maumivu ya kichwa, uchovu uliopitiliza, upele mwili mzima yaani skin rash, kuvimba kwa tezi. Ujumbe muhimu katika hatua katika hatua hii, dalili hizi mara nyingi hufanana na mafua, malaria, hivyo watu wengi huzipuuza. Ni muhimu kupima HIV kama umekuwa na hatari ya maambukizi, ikiwemo kujamia na mtu bila kutumia kinga au kugusa damu ambazo una uhakika nazo. Hatua ya pili, hapa ni HIV ya kawaida, yaani clinical latency stage. Baada ya mwili kupambana na virushi vya awali HIV kuingia katika hatua tulivu ambayo mtu anaweza kuishi miaka mingi bila dalili kubwa. Hata hivyo, virusi vinaendelea kuharibu mfumo wa kinga polepole pole bila mtu kujua. Dalili kuu: hakuna dalili nyingi katika hatua hii, lakini uvimbe wa tezi mwili mzima kwa muda mrefu uchovu wa mara kwa mara, kupungua uzito kidogo bila sababu, maambukizi madogo madogo ya mara kwa mara, lakini pia mtu huwa na dalili za hatua ya kwanza zote. Ujumbe muhimu katika hatua hii: hii ni hatua ya hatari kimya kimya, ni hatua ya kimya kimya. Hata kama mtu ana dalili bado, anaweza kuambukiza wengine na anahitaji kupima mara kwa mara ili kugundua HIV mapema. Hatua ya tatu. Katika hatua ya tatu tunaona dalili za kuonekana, yani symptomatic HIV infection. Katika hatua hii kinga ya mwili imepungua sana, kiasi cha kushindwa kupambana na maambukizi madogo, hivyo mtu huanza kuonyesha dalili zahiri na kushambuliwa na magonjwa ya mara kwa mara. Na katika hatua hii mtu ana dalili kama kupungua uzito mkubwa bila sababu, kuhara yani kuharisha isiyokoma kwa zaidi ya mwezi, homa za mara kwa mara hasa za usiku, maambukizi sugu ya mapafu, ngozi na njia ya chakula, fangasi za kinywa yani oral thrush, maambukizi ya bakteria mara kwa mara maumivu ya kichwa na matatizo ya kutunza kumbukumbu. Ujumbe muhimu katika hatua hii: mtu anapofika hatua hii bila matibabu, afya huanza kuzorota haraka sana. Kutotafuta kutafuta matibabu mapema kunaweza kurejesha afya na kuzuia kusonga kwa hatua inayofuata, hatua ya nne, ya ukimwi. Hii ni hatua ya ukimwi au hatua hatari zaidi. Hii ni hatua ya mwisho ya maambukizi ya HIV. Kinga ya mwili hushuka kwa kiwango cha chini na mtu hupata maambukizi na saratani ambazo ni hatari kwa maisha. Dalili kuu: mtu hupata dalili kama kupungua uzito sana Wasting Syndrome. Pneumonia ya mara kwa mara, yaani matatizo ya kifua ukuoa, shida ya kupumua kwa muda mrefu, maambukizi mabaya ya ngozi na viungo vya ndani, saratani kama Kaposi sarcoma au lipoma, matatizo ya akili au kuchanganyikiwa na kupoteza kumbukumbu kumbu. Maumivu makali ya mwili au matatizo ya neva. Ujumbe muhimu: katika hatua hii, bila matibabu, UKIMWI husababisha vifo kutokana na maambukizi madogo ambayo kinga haiwezi kupambana nayo, lakini kwa ARV mtu anaweza kudhibiti virusi na kuishi kwa muda mrefu. Kama ulivyoona HIV ina hatua mbalimbali na kila hatua ina dalili zake. Kupima afya yako mara kwa mara, kujilinda na kuanza matibabu mapema ni hatua ya hekima. Asante kwa kuangalia video hii. Tafadhali subscribe, like na share ujumbe huu kwa marafiki. Tukutane katika mada ijayo. Uliko nami Daktari Leni Kom.